Muda fulani uliopita nilisoma ripoti ya habari kuhusu vijana watatu uu walikuwa wakirudi nyumbani kutoka kwenye uwanja wa boling huko Tampa, Florida. Na ingawa ilikuwa giza, walidhani walikuwa na haki ya kupita walipokuwa wakipita kwenye makutano. Shida ilikuwa alama ya kusimama ambayo ilipaswa kuwa pale ilikuwa imeibiwa na wezi. Lori kubwa lilipita na kugonga gari hili na na vijana wote watatu walifariki papo hapo. Ni msiba usio na mara. Nimejifunza kwamba uh, kuiba alama za barabarani ni jambo la kawaida sana siku hizi, na na alama inayopendwa zaidi kuibwa ni alama ya kusimama. Unajua, niliposoma hilo sikuweza kujizuia kufikiria kwamba kuna aina nyingine ya alama ya kusimama inayotolewa na na majeruhi wanaongezeka Dunia yetu u uh, inaonekana kupendelea ondoa alama yoyote ya kusimama inapohusiana na suala la ngono. Kwa kweli, alama za kusimama zinaonekana u uh, kubadilishwa na alama za kuongeza kasi. Uh, dunia yetu inapuuzia msiba wa kuondoa alama hizi za kusimama. Kwa kweli, dunia yetu leo imeunganisha neno salama na ngono nje ya ndoa hiyo ni kama afisa fulani kwenda kwenye ufuo ambapo papa wameonekana na kupiga alama inayosema kuogelea salama, au mtu kuweka alama kwenye kwenye mfereji wa maji taka karibu na kiwanda fulani cha viwanda inayosema maji ya kunywa salama. Wapendwa, hakuna kitu kama dhambi salama. Solomoni kwa kweli atatoa zaidi ya sura mbili katika kitabu hiki cha Mithali kwa mada ya dhambi ya ngono na yeye yeye anapiga alama ya kusimama kwa ajili yetu, anatuonya kwa nguvu kwamba hatuwezi kuiba au kujificha. Wapendwa, acha somo hili leo katika safari yetu ya hekima liwe ukumbusho wenye nguvu kwako. Tunahitaji kutii kwa uaminifu alama za kusimama za Mungu. Sasa kwa maneno mapana, neno la kibiblia linalotumika mara nyingi kwa washerati ni neno uzinzi. Neno la Kigiriki ni poneia. Na hilo linatupa neno letu la Kiingereza pornografia. Ni neno pana linalorejelea aina yoyote ya shughuli za ngono zilizokatazwa. Na acha nikuambie, wapendwa, kile ambacho Biblia inasema juu ya mada hii hakihusiani na jinsi unavyohisi au unachotamani au kile ambacho utamaduni wako unachukulia kuwa halali. hili ni ili ni neno la Mungu hapa kuna alama za kusimama za Kimungu kwa manufaa yetu. Sasa leo tuko katika Mithali sura ya tano. Sura hii yote kwa kweli, sehemu kubwa ya sura ya sita na sura yote ya saba zimejitolea kwa suala hili la dhambi ya ngono. Solomoni atatuchukua sasa kwenye eneo la ajali, na anaanza kwa kutuambia kwamba kwamba dhambi hii ya ngono inaanza kwa kuahidi kitu kinachovutia. Anaandika hapa kwa mwanawe sasa, katika Mithali tano hutatu midomo ya mwanamke aliyeharamishwa inatiririka asali, na maneno yake ni laini kuliko mafuta. Yaani anafanya ionekane sahihi sana, inaridhisha sana. Je, jaribu hili alitakuwa la kuridhisha sawa? katika sura ya saba Solomoni anaelezea tukio hili kwa undani, anapomtazama mwanamume akielekea kwenye makutano haya. Hii itakuwa ajali ya kimaadili anaandika hapa katika mstari wa nane, alikuwa akipita barabarani karibu na kona yake, akielekea kwenye nyumba yake, wakati wa jioni, wakati wa usiku na giza. Mstari wa kumi na nne anasema, nililazimika kutoa dhabihu, na leo nimelipa nadhiri zangu, kwa hivyo sasa nimetoka kukutana nawe na nimekupata. Kwa maneno mengine, mimi ni mimi ni msichana wa kidini, nimelipa nadhiri zangu na nimekuwa nikitafuta kijana mzuri kama wewe. Yote yanaonekana matamu sana, sivyo? Lakini kile kinachoanza kwa utamu na asali na sifa za kupendeza itageuka haraka kuwa chenye uchungu na hatari. Kinaanza kwa furaha, lakini furaha inageuka kuwa chukizo. Sasa hapa nyuma, katika sura ya tano, Sulemani kwa namna fulani anaharakisha kanda na anasema hapa katika mstari wa tatu, maneno yake ni laini kuliko mafuta lakini mwishowe ni machungu kama mwarobaini. Mwarobaini ulikuwa ni kichaka kidogo chenye maua huko Palestina, na ea kutoka kwake ilitengenezwa kinywaji hiki kichungu. Ilikuwa inatumika kwa matatizo ya mmeng'enyo wa chakula, hata kutumika kwa ugonjwa wa ini. Ilikuwa inatumika kuongeza jasho. Hii ilikuwa ni jaribio la kuondoa magonjwa mwilini. Kwa hivyo angalia jinsi chungu hiki cha asali kilivyogeuka kuwa kikombe chenye ladha chungu cha mwarobaini. Kwa hivyo furaha inageuka kuwa chukizo, na kisha nataka uone mwelekeo hapa, kwa sababu chukizo kitageuka kuwa aibu. Sasa hapa katika sura ya sita Sulemani anaandika onyo hili katika mstari wa 27: Je, mtu anaweza kubeba moto kifuani mwake na nguo zake zisiweze kuungua? Mstari wa 33 unaongeza atapata majeraha na aibu na fedheha yake haitafutika. Sasa, ingawa msamaha unapatikana kwa yeyote anayejuta, matokeo ya dhambi ya zinaa yanaweza kudumu maisha yote. Hakika yalikuwa hivyo kwa mfalme Daudi. u uh, mitala ya Daudi, uzinzi, yote hayo yaliandaa meza kwa familia iliyogawanyika kwa mauaji na fitina na wivu na ugomvi. Kwa kweli, ilimpa mwanawe Sulemani kila kisingizio cha kwenda mbali zaidi katika dhambi ya zinaa, ambayo Sulemani hakika alifanya. Sasa, kwa njia ya kejeli, katika hatua hii ya maisha yake, Sulemani anamwonya mwanawe hapa kwamba huwezi kubeba moto na usitarajie kuungua huwezi kuondoka nayo kwa maneno mengine, unacheza na moto na utaungua. Furaha inageuka kuwa chukizo, chukizo kinageuka kuwa aibu, na sasa aibu inageuka kuwa janga. Sasa hapa nyuma katika sura ya tano, Sulemani anaandika katika mstari wa kumi na moja na mwishoni mwa maisha yako unaugua, wakati mwili wako na nyama yako vinapoteketezwa. Tazama, anaelezea athari za kimwili za magonjwa ya zinaa. Kwa njia, kituo cha kudhibiti magonjwa hivi karibuni kilirekodi kwamba maambukizi mapya milioni 26 ya magonjwa ya zinaa yaligunduliwa katika mwaka mmoja tu. Hiyo ni karibu hamsini kila dakika. Licha ya penisilin na dawa nyingine, mamilioni ya watu wanapata vizazi vipya vya maambukizi. Na yanageuka kuwa, eh, eh, yasiyotibika. Kwa nini hatuambiwi kuhusu janga hili? Nitakuambia kwa nini. Kwa sababu tunaishi katika dunia inayovunja alama za kusimama za Mungu kwa hamu, ili waweze kufurahia dhambi kwa muda, na hii inaongoza kwenye mgongano. Solomoni anamaliza onyo lake kwa kuandika hapa sasa, katika sura ya 7 na aya ya 24, na sasa, enyi wana, nisikilizeni na muwe makini kwa maneno ya kinywa changu. Moyo wako usigeuke kwenye njia zake, usipotoke kwenye mapito yake, kwa maana amewaangusha wengi walioathirika, na wote waliouawa naye ni umati mkubwa. Na kwa njia, hatutamlaumu mwanamke anayetoa majaribu pekee, na neno la Mungu halifanyi hivyo. Inachukua watu wawili kuingia katika makutano hayo ya dhambi ya kingono. Kwa hivyo swali ni tunafanyaje kuhusu hatari hii, hasa katika dunia inayotuzunguka ambapo alama za kusimama zimebadilishwa na alama za kuongeza mwendo. Sawa, hebu nikupe tahadhari nne za vitendo unazoweza kuchukua. Kwanza, usijustify makubaliano madogo kama yasiyo na hatia. Wapendwa, washerati hawanzi katika chumba cha hoteli, unaanza katika chumba cha mikutano Unaanza katika darasa. Unaanza katika soko la mtaa. Unaanza akilini muda mrefu kabla ya kuhusisha mwili. Pili, usisubiri hadi ifikie kiwango cha hatari ndipo uanze upambana na majaribu. Hebu ni kuambie, mahali pazuri pa kuweka breki ni kabla ya kufika kwenye makutano hayo. Simama wenye mtazamo wa kwanza, mwaliko wa kwanza wakati wa kwanza ambapo unatambua hii haifai. Tatu, usidhani kwamba wewe ni mwenye nguvu zaidi kuliko majaribu. Usijiruhusu kusema unajua, hilo halitanitokea mimi. Ah, hilo si tatizo kwangu. Hapana, wewe na mimi hatuko huru kutokana na majaribu yoyote. Usijidanganye kuamini kwamba si kosa kubwa au unaweza kuacha wakati wowote unapotaka. Unajua, nimewahi kuwa na watu ambao wanajihusisha na kitu ambacho Biblia inakataza, nimewahi kuwa nao wakiniambia kwamba hawamdhuru mtu yeyote. Naam, ndio wako katika mchakato wa kuharibu maisha yao wenyewe. Kama msemo wa zamani unavyosema, dhambi itakugharimu zaidi kuliko ulivyowahi kutaka kulipa, itakufanya ukae zaidi kuliko ulivyowahi kutaka kukaa. Na kwa hilo, wacha nikupe tahadhari ya nne ya kiutendaji. Wakati majaribu yanabisha mlango wako, na yatabisha, muombe Bwana aende ufungua mlango. Mwite Bwana na mwite mara moja, kwa nguvu zake na msaada wake. Na wakati huo huo usiondoe alama za kusimama pale ambapo Mungu ameziweka. Amezisimamisha pale kwa ajili ya ulinzi wako, uadilifu wako, usafi wako, na kwa manufaa yako. Kwa hivyo ziache pale pale zilipo. Basi hadi safari yetu ya hekima inayofuata, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nani nyote. Amina.